Ujue ugonjwa wa siko seli. Seli mundu ni ugonjwa unaoshambulia damu ya mwanadamu, hasa katika seli nyekundu ya damu, na ni miongoni mwa magonjwa ambayo yanasababisha condition au magonjwa ya hali tete kwa mwanadamu. Ni ugonjwa unaolisiwa kutoka kwa wazazi kwenda kwa mtoto. Ili kusudi mwili wa binadamu uweze kuishi au kusurvive unahitaji seli hii nyekundu ya damu. Kazi yake hufanya kwa ajili ya kubeba hewa kutoka katika mapafu kuelekea sehemu zingine za tishu pamoja na sehemu zingine za mwili zinazohitaji hewa. Seli hizi za damu zinatengenezwa katika kiwanda kinachoitwa stem cell. Stem cell hizi ni viwanda vinavyopatikana kwenye mifupa yetu na tunaita boni malo. Stem seli hii huhusika kwa ajili ya kutengeneza seli aina zote tatu: seli nyekundu, seli nyeupe na chembe sahani. Seli nyekundu ya damu huwa ina umbo la mduara kikawaida, na seli hii inakuwa inaundwa na protini molekuli ambayo inaitwa hemoglobin, na hii hemoglobin ndiyo inahusika hasa katika kusafirisha na kubeba hewa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ya mwili, kutoka kwenye mapafu na sehemu zingine za mwili. Kwa wakati huu, seli inapokuwa ni ya mduara, inakuwa iko flexible kuweza kupenya katika mishipa ya aina mbalimbali, kutokana na uwezo wa kubadilika kutokana na maumbile. Hewa husafirishwa kutoka katika mapafu yetu, hasa katika sehemu ya ndani ya mapafu inayoitwa alveoli, na seli nyekundu kupitia hiyo protini inayoitwa hemoglobin hubeba na kuipeleka katika damu na kuisafirisha kupeleka panapohitajika. Sasa katika seli nyekundu ya damu yenye siko seli, hasa kwa wagonjwa wenye siko seli, sasa hapa stori inakuwa tofauti, panakuwa pana shida ya ubebaji wa hewa kutokana na umbile lake ambalo sio la mduara, bali linakuwa ni umbo kama la mwezi au la aina ya C si, na ndiyo maana tunapata neno siko seli. Kumbuka shida hii ni ya kulisi na kutokana na jini ambazo ni tabia zinazolisiwa kutoka kwa baba mama, na baadaye kwenda kwa mtoto, na baadaye kutengeneza kitu kinachoitwa sickle cell. Na kitu kinacholisiwa hapa sio kingine, ni genetic material kinachoitwa au kinapatikana ndani ya DNA. Na ili kuitengeneza hii hemoglobin kunatakiwa kuunganyike kwa kemikali mbili, ya kwanza ni alpha globin gene pamoja na beta globin gene na hii ndiyo inaunda vinasaba kwa pamoja, na vinasaba hivi ndivyo vinatengeneza protini molekuli inayoitwa hemoglobin. Sasa kwa mtu wa kawaida, tatizo huwa muunganyiko huu hauaga, hauna tatizo, ila kwa mgonjwa wa sikoseli, kitu pekee kinachokuwa kina shida ni hii beta globin gene mutation. Mutation maana yake hii beta globin ndiyo inakuwa ina tatizo na ndio maana seli inakuwa na umbo hilo. Kwa mtu wa kawaida zinapokuwa zinaungana zinatengeneza normal hemoglobin, maana yake ya kawaida, ila sasa kutokana na shida kwa mtu mwenye sickle cell inatengeneza kitu kinachoitwa hemoglobin S. Hii hemoglobin s yenyewe inapokuwa inaingia katika seli hutengeneza seli kuwa ngumu, na matokeo yake upande huo wa seli ambapo zipo kwa wingi seli hukosa hewa na matokeo yake seli kuanza kujikunja. Seli zenye muundo wa C zinakuwa ni ngumu, na wakati mwingine zinaweza zikafika mahali zikajiziba na kupelekea kukwama na maumivu makali yanaanzia hapo. Kikawaida, seli ya mwanadamu nyekundu hukaa zaidi ya siku mia na ishirini, lakini lakini kwa mtu mwenye siko seli seli nyekundu ya damu huishi kwa siku kumi ishirini na sabini zinakuwa zimevumilia sana, na kitendo hiki kinafanya seli ziwe zinakufa haraka na hupelekea mtu mwenye shida ya sikoseli kuwa na upungufu wa damu wa kila mara, na kitendo hichi hulazimisha viwanda vya kuzalishia damu viweze kutengeneza seli kwa wingi, hata kama hazijakomaa zije kuziba gepu la seli ya damu zilizokufa au kuharibiwa kitendo cha kuziba pamoja na kupungua kwa damu hupelekea dalili kwa mtu mmoja na mwingine hutofautiana. Moja ya dalili hizo ni pamoja na maumivu ya kifua, mgongo, mwili, kuishiwa damu, macho kuwa ya njano kwa maana ya jaundice, na kushindwa kupumua kwa maana ya Acute Chest Syndrome na dalili zingine. Kumbuka, sickle cell inapokuwa inashambulia hupelekea kushambulia sehemu zote za mwili ikiwemo macho ikiwemo sehemu ya mapafu moyo, figo, na sehemu zingine za mwili ambazo damu huwa inafika, bila kusahau sehemu za jointi ya mwili na kwenye wengu au tunaposema spleen, ambapo hapa ndipo sasa damu inaenda kuharibiwa. Mpendwa, asante kwa kunisikiliza. Tukutane tena panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuangazia sikoseli sehemu ya pili, kuangalia complications zake na imeandaliwa kwenu Layondi Matias, mkulugezi wa afya jimbo la Mara. Bwana hawapaliki sana.